Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo ni dominika ya sita ya kipindi cha Pasaka mwaka chee wa kanisa. Liturujia ya neno la Mungu katika dominika hii ya sita ya Pasaka ya tutafakarisha kuwa Roho Mtakatifu anatusaidia kumshuhudia Yesu Kristo katika maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo katika kalamu ya mwisho aliwapa mitume wake amri kuu ya mapendo. Anawaaidia mitume wake kuwa wataweza kuishi amri ya mapendo katika ukamilifu wake watakapompokea Roho Mtakatifu. Hapo watayakumbuka kuyaishi na kuyafundisha yote walioyaona na kuyasikia na kutoka kwa kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mara baada ya Pentekoste mitume walipoanza kwa nguvu kuiishi na kuifundisha Injili, kumshuhudia Kristo Yesu mfufuka kwa watu wa mataifa yote. Kwa njia ya mitume, milango inafunguliwa kwa watu wote na kwa watu wa mataifa . Ndugu zangu wapendwa, mpango wa Mungu wa ukombozi ni kwamba sisi sote turejee kwake mbinguni <coughs> yalipo makao yetu ya kudumu yaani Yerusalemu mpya. Sisi sote tunasafiri kuelekea uzima wa milele tunaalikwa kuwa hekalu hai la Mungu kwa kuishi amri kuu ya mapendo kiaminifu, kumtambulisha Kristo Yesu kwa watu wote kwa njia ya maneno na matendo yetu. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la injili ya Yohane, Dominika iliyopita, Kristo Yesu akiwaaga wanafunzi wake kabla ya kuingia katika mateso na kifo chake, yani farewell huku akiwapa amri kuu ya mapendo. Na katika sehemu ya injili ya leo, Kristo Yesu anaendelea na kufundisha hilo. Anatufundisha kuwa yeyote ampendaye Yesu kwa moyo wake wote ataweza kuishi amri yake kuu ya mapendo, na kwa njia hiyo moyo wake utajazwa na furaha itokayo kwa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Anaposema na sitakuja na sitakuja kwake na kufanya makao kwake, anasema nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake, yaani anawaendelea kuelimisha kwa mitume kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu watakuja kukaa nasi katika maisha yetu. Mitume kwa nguvu yao hawakuweza hayo yote. Kristo Yesu anawaahidia mitume wake zaidi na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wapendwa, ni dhahiri kuwa mitume bila nguvu ya Roho Mtakatifu wasingeweza kuyakumbuka na kuyashika yote yale ambayo walifundishwa na bwana wetu Yesu Kristo. Hata nasi sote tulio wafuasi wake Kristo Yesu tunapata nguvu ya kuishi amri kuu ya mapendo katika ufuasi wetu kwa Kristo Yesu, kwa njia ya pendo hilo kubwa la Kristo ambalo limekwisha miminwa katika mioyo yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wapendwa, zawadi ya Kristo kwa kanisa ni Roho Mtakatifu, amani na upendo, ambayo inatuletea faraja katika maisha yetu. Katika injili ya leo, Injili ya Yohane sura ya 14 aya 23 hadi 29, dominika hii ya sita ya Pasaka, mafundisho matatu ya kujifunza ambayo Kristo Yesu ametuachia: moja, Kristo Yesu hayupo mbali nasi, yupo daima katika yuko daima katika maisha yetu. Fundisho la pili, kukataa mafundisho ya Kristo Yesu ni kumkataa Mungu. Fundisho la tatu, Kristo Yesu anawaachia mitume wake zawadi ya Roho Mtakatifu. Katika fundisho la kwanza Kristo Yesu hayupo mbali nasi, yupo daima katika maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, anawapa moyo mitume, bado ataendelea kuwa nao, nasi anatupatia moyo wa matumaini kwamba tunaendelea kutembea naye katika maisha yetu. ni kwa njia ya kumpenda Kristo, uwepo wa Mungu na unaendelea sasa na daima ndani mwetu katika maisha yetu ya kiroho na kimwili. Anawaahidi mitume na anatuahidi sisi sote pia kwamba ni kwa njia ya kumpenda Kristo na kulishika kikamilifu neno lake, ndipo naye anafanya makazi ndani mwetu. Kristo Yesu yupo nasi katika neno lake. Kristo Yesu yupo daima kati yetu, anatufundisha neno lake kama hivi sasa hivi tunavyolisikia, neno lake kulipenda na kuliishi neno lake, ndipo anafanya kazi ndani ya maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, kila mmoja anapata nafasi ya kutafakari upya mapendo ya Mungu na uaminifu wake katika amri na mafundisho ya Kristo katika maisha yake na katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu wapendwa, tunaweza tukajiuliza swali: je, ninampenda Kristo kwa dhati? Je, nina muda wa kutosha wa kumsikiliza Yesu Kristo na kulisikiliza neno lake? Je, ninajitenga au natenga muda wa kusoma neno la Mungu? Je, neno ambalo ni mwanga na taa ya kutuongoza katika maisha yetu nina lisoma na kuliishi neno ambalo ni faraja na kitulizo katika maisha yetu. Je, nina lisoma na kuliishi neno ambalo latukumbusha wajibu wetu kwa Mungu na wajibu wetu kwa jirani zetu. Je, nina litekeleza? Ndugu zangu wapendwa katika Kristo Yesu, Kristo anatuahidia upendo ili afanye kazi ndani mwetu, ili afanye kazi ndani ya maisha yetu. Anafanya kazi ndani ya maisha yetu katika ekaristi takatifu. Je, ninapokea Yesu Kristo katika ekaristi takatifu? kama simpokei Yesu wa ekaristi, je, ninafanya nini? Hivyo inatakiwa kujiuliza maswali kama hayo, ili tuendelee kukaa ndani yake, kupokea na kuishi kiaminifu katika sakramenti zake. Ndugu zangu wapendwa, katika sehemu ya pili, kukataa mafundisho ya Kristo Yesu na kumkataa Mungu. Kristo Yesu katika somo la Injili anatuambia kwamba mtu asiyenipenda yeye halishiki neno langu, nalo neno mnalolisikia siyo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Hapa anatuendelea kutabanaisha kwamba katika maisha yetu tuendelee kulishika neno lake, maana yake tukae katika sakramenti zake. Kristo Yesu anawaachia mitume wake zawadi ya Roho Mtakatifu. Anapowaachia mitume wake zawadi ya Roho Mtakatifu, kwa sababu waliwafundisha mengi, na kama waliwafundisha mengi, wasingeweza kuyakumbuka yote, anapowapatia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu basi anawafanya maisha yao yanakuwa mapya na wanapata nguvu ya kuendelea kulifundisha neno la Mungu kwa watu wote. Nasi tunapaswa kufundisha, kwani Roho Mtakatifu yu ndani yetu. Tulimpokea Roho Mtakatifu katika ubatizo wetu na tumempokea Roho Mtakatifu katika sakramenti ya Kipaimara. Hivyo anatuendelea kutuimarisha anatufanya kuwa askari wa udari wa Yesu Kristo. Na sisi sote tunaitwa tuendelee kuwa watoto wa Mungu wa kulishika pendo lake, akituelekeza katika hii amri ya mapendo kwamba tumpende Bwana Mungu wetu kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yote, kwa akili yetu yote na kwa nguvu zetu zote, tumpende mwanadamu mwenzetu kama anavyotupenda mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.